Bilionea alirudi nyumbani ghafla na kumkuta binti yake mjamzito akilia. Alichofanya baadaye. Bilionea mzee Jabali Mwangemi, mmoja wa wafanyabiashara wakubwa Nairobi, alirudi nyumbani Karen bila taarifa. Safari yake ya Mombasa ilikuwa imeahirishwa ghafla baada ya kupata ujumbe mfupi usioeleweka kutoka kwa mfanyakazi wa nyumbani. Alipofungua mlango wa jumba lake tulivu, alisikia sauti ya mtu akilia kwa uchungu, sauti aliyoweza kuitambua hata akiwa mbali, binti yake wa pekee, Aisha. Aisha, mbona unalia? Aliuliza kwa sauti ya kina baba aliyechanganyikiwa. Aisha mwenye umri wa miaka 22 alijaribu kufuta machozi, lakini tumbo lake lililokuwa limeanza kuonekana lilimfanya ashindwe kujificha. Alikuwa amekaa sakafuni karibu na dirisha, mikono ikitekemeka, macho yakiwa mekundu kama mtu aliyepitia maumivu ya muda mrefu. Baba, samahani, sijui utaanza wapi kunielewa, alisema kwa sauti iliyovunjika. Mzee Jabali alisimama kimya, moyo ukipiga kwa nguvu. Hakutarajia chochote kama hiki. Alikuwa mtu mkali, mwenye misimamo, lakini pia alikuwa baba anayempenda binti yake kupita maelezo. Alipiga hatua moja mbele, akapiga magoti mbele yake, jambo ambalo hakuwahi kufanya mbele ya mtu yoyote. Aisha, niambie hata iwe nini, mimi ni baba yako. Aisha alifungua mdomo, akatetemeka. Kabla aseme neno lolote, mlango wa nyuma ulifunguliwa kwa nguvu. Mlango wa nyuma ulipofunguliwa kwa nguvu, Aisha alishtuka na kukumbatia tumbo lake, kana kwamba kulikuwa na kitu anajaribu kulinda. Mzee Jabali aligeuka haraka, macho yake yakikaza kama mtu aliyekuwa tayari kukabiliana na hatari yoyote. Aliingia Mama Bahati, mfanyakazi wa nyumbani aliyekuwa amehudumu kwa familia hiyo kwa zaidi ya miaka kumi. Uso wake ulikuwa umejaa hofu na mikono yake ilitetemeka kana kwamba alikuwa ameshuhudia jambo lisilo la kawaida. Mzee, samahani, nilijaribu kumzuia asitoke nje, alisema kwa sauti ya chini. Aisha alifuta machozi, akapumua kwa shida. Baba, kuna mtu alikuwa ananifuata. Nimekuwa nikiona kivuli chake kwa siku tatu sasa. Maneno hayo yalimgonga Mzee Jabali kama radi. Kivuli gani? Kwa nini hukuniambia? aliuliza kwa sauti nzito lakini yenye mchanganyiko wa hofu na hasira. Aisha alitetemeka zaidi. Sikuwa na uhakika. Nilidhani ni mawazo yangu, lakini leo, leo niliona mtu huyo akijaribu kufungua mlango wa nyuma. Kimya kizito kilitanda sebuleni. Hata upepo uliokuwa ukivuma nje ulionekana kusimama. Mzee Jabali alisimama taratibu, akavuta pumzi ndefu kisha akasema kwa sauti ya mamlaka. Kuanzia sasa, hakuna mtu anayemtoka Aisha. Na nataka kujua kila kitu. Kuanzia mimba hii ni ya nani? Aisha alishusha kichwa, machozi yakimtiririka tena. Aisha alikaa kimya kwa muda mrefu kana kwamba alikuwa akipambana na mawazo mazito yaliyomzidi nguvu. Mzee Jabali alikaa karibu naye, uso wake ukiwa umejaa wasiwasi ambao hata utajiri wake haukuweza kuficha. Mama Bahati alisimama mlangoni, akishika mikono yake kwa nguvu kana kwamba alikuwa tayari kukimbia iwapo mambo yangekuwa mabaya. Aisha, Mzee Jabali alisema kwa upole ambao haukupatana na sauti yake ya kawaida. Kuna kitu unaficha, na sio tu kuhusu huyo mtu anayekufuata ni zaidi ya hapo. Aisha alifungua mdomo, akafunga, kisha akavuta pumzi ndefu. Baba, nilikuwa naogopa kukuambia, nilijua utanichukia. Siwezi kukuchukia, Jabali alisema, ingawa moyoni hakuwa na uhakika kama angeweza kustahimili chochote atakachosikia. Aisha alishika tumbo lake taratibu. Mimba hii siyo ya mtu unayemjua, na siyo ya mtu wa kawaida. Mzee Jabali alikunja uso. Unamaanisha nini? Aisha alimtazama moja kwa moja machoni, macho yake yakiwa na mchanganyiko wa hofu na aibu. Baba, mtu anayenifuata anahusiana na baba wa mtoto huyu. Kimya kilitanda. Hata ndege waliokuwa wakipita juu ya rao na nyumba walionekana kukoma kuimba. Kabla Mzee Jabali aseme chochote, simu yake ililia, namba isiyojulikana. Alipoipokea, sauti nzito ilisema, tunajua Aisha amerudi nyumbani na tunajua siri yake. Muda unakwisha. Mzee Jabali alisimama taratibu, simu ikiwa mkononi, uso wake ukibadilika kutoka mshangao hadi hasira ya ndani iliyojificha nyuma ya utulivu wa mtu mwenye nguvu. Aisha alimtazama baba yake kwa hofu, akijua kabisa kwamba sauti ile haikuwa ya mtu wa mzaa. Mama Bahati alijisogeza karibu na Aisha, kana kwamba alikuwa tayari kumkinga kama mama Unataka nini kutoka kwa binti yangu? Mzee Jabali alisema kwa sauti ya chini lakini nzito akijaribu kutulia. Sauti ile ya kiume ilicheka kwa upole, kicheko cha mtu anayejua anashikilia siri nzito. Si swala la nini tunataka, mzee Jabali, ni swala la kama uko tayari kulinda jina lako, biashara zako na siri zako za zamani. Maneno hayo yalifanya damu ya Jabali kuganda. Wewe ni nani? aliuliza tena. Tutakutana Usijaribu polisi, usijaribu ujanja. Aisha anajua kwa nini tunamtafuta. Simu ikakatika. Aisha alianza kulia tena safari hii kwa uchungu zaidi. Baba, hawa watu si wa kawaida. Wanajua kila kitu. Wanajua hata mambo ambayo sijawahi kukuambia. Mzee Jabali alikaa kimya kwa sekunde kadhaa kisha akasema kwa sauti iliyotulia lakini yenye uzito mkubwa. Aisha, niambie sasa. Baba wa mtoto huyu ni nani, na hawa watu wanahusikaje? Aisha alifumba machozi, machozi yakimtiririka tena. Aisha alifuta machozi polepole pole, akijaribu kutulia kabla aseme chochote. Mzee Jabali alikaa kimya, macho yake yakimtazama kwa makini, kama mtu aliyekuwa tayari kusikia jambo ambalo lingeweza kubadilisha maisha ya familia milele. Mama Bahati alishika kifua chake, akihisi hewa ikimkata baba. Aisha alianza kwa sauti ya chini, mimba hii ni ya mtu hutaki hata kumsikia. Mzee Jabali alijikaza. Aisha, sema jina. Aisha alifumba machozi, akavuta pumzi ndefu, kisha akasema kwa sauti iliyovunjika, ni ya Adam. Adam Barasa. Kimya kilifuata, kimya kizito kuliko kile cha awali. Mzee Jabali alishtuka, kana kwamba jina hilo lilikuwa sumu. Alisimama taratibu akishika meza kana kwamba dunia ilikuwa ikizunguka. Adam Barasa alirudia kwa sauti ya mshangao na hasira iliyofichwa. Yule kijana wa familia ya Barasa, wale ambao tumekuwa tukigombana nao kwa miaka mingi? Aisha alitikisa kichwa, machozi yakimtiririka. Baba, sikujua mambo yangefika hapa. Tulipendana, lakini mambo yalibadilika ghafla, na sasa hawa watu wanaonifuata wanahusiana na familia yake mama. Bahati alishika mdomo wake kwa mshangao. Mungu wangu! Mzee Jabali alitembea hatua chache akipiga hewa kwa nguvu. Hii ni vita mpya, na sasa wamekuingiza ndani. Aisha alilia zaidi. Baba, hawa watu si wa kawaida, wanajua kila kitu. Wanajua hata mambo ambayo sijawahi kukuambia, na sasa wanataka nini kutoka kwetu? Mzee Jabali alikaa kimya kwa muda mrefu akitafakari jina la Barasa kana kwamba lilikuwa doa ambalo halikuweza kufutika. Familia ya Barasa ilikuwa imewahi kuwa washirika wa biashara miaka mingi iliyopita, lakini uhusiano wao uliharibika vibaya baada ya mgogoro wa ardhi huko Nakuru, mgogoro uliogeuka kuwa chuki ya kizazi hadi kizazi. Aisha, ulijua kabisa kuwa familia yetu na Barasa hatuelewani, Jabali alisema kwa sauti nzito, lakini si ya ukali. Kwa nini hukuniambia mapema? Aisha alijifuta machozi. Baba, nilipompenda Adam sikuangalia historia zenu. Niliona mtu mwema, mwenye ndoto, mwenye heshima. Lakini mambo yalibadilika ghafla. Alianza kuwa na hofu, akawa mkimya, akawa mtu mwingine. Alisema nini? Jabali aliuliza. Aisha alitetemeka. Alisema kuna siri kubwa ndani ya familia yake, siri ambayo inaweza kuharibu maisha ya watu wengi. Alisema akinitaja atanilinda lakini siku moja alitoweka. Mama Bahati alisogea, karibu na wale watu wanaokufuata? Aisha alitikisa kichwa. Wanasema wanataka kitu ambacho Adam aliniachia, lakini sijui ni nini. Hakuniambia. Mzee Jabali alisimama, akivuta pumzi ndefu. Hii sio tena kuhusu mimba, hii ni kuhusu vita ya familia, na sasa wamekuingiza katikati. Aisha alilia kimya kimya. Baba, ninaogopa. Jabali alimtazama kwa macho ya baba anayejua hatari imefika mlangoni. Usiogope, tutapambana, lakini kwanza lazima tujue siri ya Adam. Usiku ulianza kuingia taratibu, giza likitanda juu ya Karen kama pazia la siri. Aisha alikaa karibu na dirisha akishika tumbo lake kwa upole, macho yake akiwa mbali kana kwamba alikuwa akitafuta majibu angani. Mzee Jabali alitembea tembea sebuleni akijaribu kuunganisha vipande vya fumbo ambalo lilikuwa likizidi kuwa gumu. Ghafla simu ya Aisha ilitoa mlio wa ujumbe. Alishtuka akaitazama kwa hofu. Baba, ni namba ile ile isiyojulikana, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Fungua, mzee Jabali alisema kwa uthabiti. Aisha alifungua ujumbe, macho yake yalipanuka. Baba, ni picha ya Adam. Jabali alisogea karibu. Picha ilimwonyesha Adam akiwa mahali pa giza, uso wake umechoka, kana kwamba alikuwa ametekwa au amejificha kwa muda mrefu. Chini ya picha kulikuwa na maneno mafupi: Aisha, kama unapata ujumbe huu usiwaamini. kuna mtu ndani ya familia yako anawasaidia. Linda kile nilikuachia. Aisha alitetemeka. Baba, mtu ndani ya familia yetu? ina maana gani? Mzee Jabali alikaza taya. Hii inaenda mbali zaidi nilivyodhani. Mama Bahati aliingia haraka. Mzee, kuna gari limeegeshwa nje halijawahi kuonekana hapa. Aisha alishika mkono wa baba yake. Baba, sasa nifanye nini? Jabali akasema kwa sauti nzito, lazima tujue adam alikuachia nini, ndicho anachotafuta. Mzee Jabali alichukua simu ya Aisha akiitazama picha ya Adam kwa makini, kana kwamba angeweza kusoma siri zilizojifichia nyuma ya macho yake yaliyokuwa yamechoka. Aisha alikaa kimya, mikono yake ikitetemeka huku mama Bahati akifungua pazia kidogo kuangalia lile gari lililokuwa limeegeshwa nje. Mzee, bado lipo, hakuna mtu anatoka ndani, mama Bahati alisema kwa sauti ya chini. Mzee Jabali alikaza taya. Hawa watu hawatoki hapa bila kupata walichokuja nacho. Aisha alishika mkono wa baba yake. Baba, tusifungue bahati, Adam alisema itakuwa hatari. Kabla ya jabali ajibu, taa za nje ziliwaka ghafla, kisha zikazimika nyumba ikabaki gizani. Aisha alipiga kelele ndogo. Mama Bahati alishika kifua chake. Wamekata umeme, Jabali alisema kwa sauti ya chini lakini thabiti. Ghafla milango ya nyuma ilianza kugongwa kwa bumbu, kisha dirisha jingine likavunjika. Sauti za wanaume kadhaa zilianza kusikika nje, wakizungumza kwa sauti za chini lakini za kutisha. Mzee Jabali, mmoja alipaza sauti, tunajua Bahati iko ndani, tufungulie mlango kabla mambo hayajaharibika. Aisha alitetemeka. Baba, wataingia Jabali akachukua bahati akaificha ndani ya kito chake. Hawataipata, si leo. Lakini kabla aseme zaidi, mlango mkuu ulivunjika kwa kishindo na wanaume watatu waliingia ndani wakiwa na nyuso zao zilizofunikwa. Wale wanaume watatu waliposimama mlangoni, hawanzina ya nyumba ilibadilika. Aisha alijikunja, nyumba ya baba yake, huku mama bahati akijifanya kuwa jasiri kwa kujifanya jasiri Mzee Jabali alisimama katikati ya rumba akiwatazama moja kwa moja, kana kwamba alikuwa tayari kupigana kwa ajili ya binti yake kabisa. Msisogee, mmoja wa wanaume alisema, tunataka Bahati, tunajua iko hapa. Mzee Jabali alijibu kwa utulivu wa mtu aliyepitia mengi maishani, hamtaipata hata mkivunja nyumba nzima. Mwanaume wa pili alicheka kwa dharau, Mzee Jabali, unajifanya hujui, siri iliyomo humo inaweza kuangusha familia yako na familia ya Barasa. Adam alijaribu kutoroka nayo akashindwa. Sasa ni zamu ya Aisha. Aisha alilia kimya kimya, Adam yuko wapi? Mmemfanya nini? Wanaume walitazamana, mmoja akasema, yuko hai kwa sasa, lakini hata dumu ikiwa hutatoa bahasha. Mzee Jabali akatoa bahasha taratibu ndani ya kito chake, wale wanaume wakasogea mbele kwa pupa, lakini kabla wafike mlango wa nyuma ulifunguliwa kwa nguvu. Walinzi wa Jabali waliingia wakiongozwa na mtu ambaye Aisha hakutarajia kumwona: Adam. Alikuwa dhaifu lakini macho yake yalikuwa thabiti. Aisha, usiwape bahati hiyo, ina ushahidi wa uhalifu wa familia yangu. Nilikuja kuimaliza hii mwenyewe. Wanaume wale walijaribu kukimbia lakini walinzi waliwakama. Aisha alimkimbilia Adam akimkumbatia kwa nguvu. Mzee Jabali alisimama kimya akiwatazama vijana hawa wawili. Hatimaye alitabasamu kwa uchungu na faraja. Sasa naelewa, hii ilikuwa vita ya siri, lakini sasa imeisha.